ashara yako ikaja ikayumba au ikafa kabisa. biashara yako na NSSF umeweka pesa, umri wako wa kustaafu bado haujafika, una miaka arobaini na tano, una miaka hamsini, una miaka thelathini. NSSF inamruhusu mjasiriamali kuja kutoa pesa aliyoweka ili akajipange tena upya, sindioe? umekopa mkopo wa mama Samia asilimia kumi umeweka biashara yako, na wakati unaweka biashara yako, ukawa unaweka akiba yako kwenye NSSF asilimia thelathini na kuendelea, umeweka umeweka, umeenga, umeega, baadaye biashara ikayumba, usichanganyikiwe. NSSF inakuruhusu kuja kuchukua pesa uliyoweka yote, unaenda kujipanga tena up au NSSF inakuruhusu kutoa asilimia hamsini ya pesa ulioweka kwa nini imetoa nafasi hiyo huwa tunasema mjasiriamali yeye ni kama ofisi naotembea si sindiwe alafu mjasiriamali wewe ndio ofisi ukienda shambani ni ofisi yako ukifungua kibanda duka au sehemu ya kupika chakula mgahawa ni ofisi yako usipofungua ile ofisi usipopika chakula, maana yake wewe huwezi kupungu kuingiza nini kipato, si ndio? Imetokea janga tena, niwape pole kwa janga lililotokea. Sasa majanga yale yanapokuwa yametokea, kama lilivyotokea ili la, la mvua, kwa vyovyote vile, kama wewe ni mama lishe au wewe una biashara zako zozote, si ndio zinakuwa zimeyumba, huwezi tena kufanya biashara. Lakini uliweka akiba yako NSSF. NSSF inakuruhusu kuja kuchukua pesa ili ukajipange upya tena, au NSSF inakuruhusu kuja kutoa nusu ya pesa uliyoweka ili ukarekebishe uharibifu uliotokea, kama ni kununua bati, kama ni kurekebisha nyumba. Unaona, NSSF kuna pesa, uje uchukue, badala ya kwenda kwenye kausha damu Ukichukua ile pesa haina riba, sawa? Haina makato, tumeelewana jamani? Ehe. Sasa tunakuja ili ni fao la mtu ambaye tunasema amekosa ajira, yani ame biashara yake tunasema imekufa, huyu anaanza tena u. Lakini kuna mafao, tunasema mafao ya uzazi. Haya mafao ya uzazi ni kwa mwanachama wa NSSF mjasiria mali ambaye anaweka akibake kila mwezi kila mwezi kila mwezi, na ameweka miezi thelathini na sita au ameweka miaka mitatu, akapata ujauzito mwanachama huyu. Basi nimezungumza hapo mwanzo, pato la chini ni laki na nusu, si ndio? Pato lake la chini, si ndio? Akibeba ujauzito, tutamlipa hiyo laki na nusu. Akijifungua tutamlipa mara mbili. Kwa nini tumlipe mama anapokuwa amejifungua, anatulia ndani, amekaa si ndio? Kwa hiyo anahitaji apate apate pesa itakayomsaidia kujenga vizuri mwili wake na kukaa vizuri na kupata nguvu na kwenda tena kuendelea na biashara, kwa sababu mjasiriamali kama ni mama anapika chakula, akajifungua hivyo ataenda kupika tena chakula, maana atakosa pato, si ndio? Kwa hiyo NSSF itamwezesha itamlipa ili aweze kupata kipato akiwa ndani, anajiweka vizuri sawa. Lakini kuna fao lingine, tunaita mafao ya matibabu. Hapa kwenye mafao ya matibabu, mimi naomba msichanganye. Wengine ukiongea na kwambia, ndio wale wale wenye bima. Si tunaita mafao ya matibabu, tunatumia neno mafao kwa sababu nitakueleza na ninaomba unisikilize kwa umakini. Baada ya NSSF kuangalia mjasiriamali anapitia changamoto gani, anaweza kukutana na majanga gani, sasa ili aweze kuendelea kuweka akiba kidogo kidogo, NSSF yenyewe ikajikita kumtibia mjasiriamali ili asitumie mtaji wake kuingia kwenye nini, kwenye matibabu upa mpaka hapo wana Mwanase. Sasa utapataje huduma ya matibabu ikiwa wewe ni mwanachama wa NSSF? Mwanachama akihitaji huduma ya